Angela Kairuki ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na serikali katika kupambana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na mila potofu zinazoathiri utu wa mwanamke. Kairuki ametoa wito huo katika hafla ya uzinduzi wa klabu ya jinsia na sera ya jinsia ya chuo kikuu kishiriki cha elimu cha Mkwawa iliyofanyika mjini Iringa. Shuda wetu huko ni mwandishi wetu Irene Mwakalinga, na hii ni taarifa yake. Naibu waziri anasema kuwa kutokana na kukithiri kwa matukio ya unyanyasaji wa kijinsia, kila mwananchi hana budi kutimiza wajibu wake kwa kukabiliana na vitendo hivyo kwa kutoa taarifa kwenye vyombo husika, na wadau wa masuala hayo wakiendelea kutoa elimu kwa wananchi. Mila zote kadhalika ambazo zinajupa na kunja utu wa mwanamke, ni vema kutekelezwa

Wakizungumza kwenye uzinduzi huo, mkuu wa chuo cha Mkwawa Profesa Bernadeta Killian na mwenyekiti wa klabu hiyo Bahati Jomo wamesema chuo kimeona umuhimu wa kuunda klabu hiyo ya jinsia ili kutoa hamasa na elimu kwa wanachuo pamoja na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari waweze kutambua umuhimu wao katika jamii bila kujali tofauti za jinsi zao. Jenda, hapa chuoni imelela kuna kitu ambacho kinafaa, lakini sivyo ukiangalia okay, kwenye vyuo vikuu asilimia kubwa ni wavulana, wanawake ni wachache. Kiasi cha shilingi milioni tatu zilichangwa na wanajumuiya ya Mkwawa kwa ajili ya kutunisha mfuko wa klabu hiyo mpya ya jinsi na sera iliyoanzishwa na chuo cha Mkwawa, huku wanafunzi watatu wakipata tuzo za uandishi bora wa insha za masuala ya jinsia <tipa>